Karibu tena kwa mara nyingine katika channel yangu ya YouTube. Jina langu ni Mohamed Hafidh, na video iliyopita, kama umeshatazama, niliweza kuongelea kuhusiana na namna gani ambavyo mtu anaweza akawa anaona kile unachokifanya katika WhatsApp yako, ama mtu anaweza kukuhack tayari akaweza kupata meseji zako, kitu unachokifanya katika WhatsApp yako akiwa katika kifaa chake, kama katika simu yake, ama laptop. Niliweza kuongelea issue hiyo katika video iliyopita. Niliweza kupokea Maoni mbalimbali mbali. Miongoni mwa komenti hizo watu walihitaji niweze kuonyesha kwa vitendo nikiwa kwenye simu yangu ni record screen, niwaoneshe watu jinsi ya kutazama WhatsApp zao kama zipo salama ama tayari kuna watu wamewa hack wanaofuatilia bila wao kuweza kujua, na hatuwezi kuita hack moja kwa moja, maana hii ni features ambayo tayari ipo WhatsApp imeweka, sema kuna watu wanaitumia vibaya kuweza kulink vifaa vyako, pengine wewe unatumia simu na kompyuta unahitaji WhatsApp ambao unatumia kwenye simu pia utumie kwenye kompyuta yako. Hiyo features ipo kwa ajili ya kufanya kitu kama hicho. Sasa inatokea muda mwingine wewe hauna habari, unampa tu simu yako mtu, anatumia, then anaingia WhatsApp, ana scan QR code ambayo inamfanya yeye aweze kulink WhatsApp yako kwenye simu yake ama laptop yake na weze, na kuweza kukuona. Kile unachokifanya katika WhatsApp chat zako na vitu mbalimbali ambavyo utakuwa unavifanya huko katika WhatsApp. Sasa kuweza kuondoa hili inawezekana na wewe ni wale ambao simu yako kila mtu anachukua na WhatsApp yako haujaweka fingerprint tayari, mtu amelinki na anakuona, anaona kila kitu unachokifanya. Kuweza kuangalia sasa kama WhatsApp yako iko salama, haijalinki na kifaa chochote ambacho haukitambui, wacha leo niweze kukuonyesha kwa vitendo, kama vile ambavyo mliniomba niweze kufanya. Kuna watu just nimeelezea tu katika video ile, inakuwa ngumu kwa kuweza kuona kile ambacho nimeweza kukuelezea. Sasa wacha nikuonyeshe, niingie katika WhatsApp ni kuonyesha hatua kwa hatua hadi kufika katika hiyo sehemu ambayo features hiyo ya ku link device inapatikana, na nikuonyeshe endapo uh, WhatsApp yako kama itakuwa haija link na kifaa chochote inakuwa vipi, na kama kuna kifaa ambacho kime link na WhatsApp yako inakuwa vipi, utaweza kuona. Tuende moja kwa moja katika simu, watumiaji wengi ni wa simu, wacha niingie katika simu na niweze kuonyesha hiki kitu ambacho watu wengi waliweza kuniomba kutokana na video ambayo nilikuja kuelezea hapo uh, siku zilizopita. So tuende katika simu moja kwa moja Okay, so kama unavyoona tayari mimi nimeshaingia katika simu yangu na hapa nitaingia katika WhatsApp. So fuata hatua kwa hatua hizi ambazo nitakupitisha. Fungua WhatsApp yako, utakapofungua tu huku juu upande wa kulia kuna hizi doti tatu. Klik katika hizi doti tatu na baada ya hapo zitafu, zitashuka hapa features tofauti, utaingia sehemu inayosomeka linked devices. Utakliki hapo, itafunguka katika hii features ya linked devices na hapa sasa ndipo ambapo utaona vifaa vyote ambavyo vimekuwa link na WhatsApp yako. Kama haukuwahi WhatsApp yako kuilink na kifaa kingine, manake kufanya WhatsApp yako kutumia kwenye simu nyingine ama laptop ama a, kompyuta yako ya kazini, basi hakikisha hapa hauoni kitu chochote. Kama uliwahi kulink utaona hapa lakini, kama ukiona device ambayo hauitambui basi hakikisha unailogout, unairemove hiyo device isiweze kuona ama kuwa na access ya WhatsApp yako. Kwa mfano, mimi hapa kama hivi ambavyo unaona, nimeweza kulink WhatsApp yangu hii na laptop yangu ambayo laptop yangu natumia Windows na ndio maana hapa inasoma Windows. Sasa wewe kama haukuwahi kulink hapa haitosoma kitu chochote, device yoyote, sio Android, sio Windows, sio MacOS, sio Chrome browser, hakitosoma kitu. Endapo utaona kumesoma kama hivi mimi hapa na hautambui kifaa hicho, haukuwahi kulinki na device yoyote ile, basi hakikisha una click katika hicho kifaa katika hii device hapa, na una chagua hii logout. Kuna close na logout, utaklik logout na moja kwa moja ita remove hiki kifaa, maana yake kule hataweza kuwa na access tena ya WhatsApp yako, hataweza kuona kile unachokifanya kwenye WhatsApp yako, utakuwa umeshamuondoa. So ni features nzuri sana, japokuwa watu wamekuwa wakiitumia vibaya, na kwa vile watu hatuna elimu kama hizi unakuta mtu anachukua simu yako mara moja anafanya hichi kitendo cha kuweza kulink device yake na WhatsApp yako. Anakurudishia simu yako bila wewe kujua, unaendelea kutumia, kumbe tayari kuna mtu anaona kila kitu kinachoendelea katika WhatsApp yako. Na pale ndio mtu anakufuata na kukwambia, bwana hivi na hivi una cheat, sio kitu gani, kumbe tayari aliwahi kulinki na tayari anaona kila unachokifanya katika WhatsApp yako. Lakini features hii, kama ni mtu unatumia vifaa zaidi ya kimoja, unahitaji WhatsApp yako tumie sehemu zote ni features nzuri sana kuweza kutumia. Uta click tu hapa katika link device, itakupatia sehemu ya kuscan QR code na utaenda katika hiyo device yako nyingine kama sim, ama kama katika laptop, na utascan QR code ambayo utapatiwa huko na utaweza kuunganisha. Nilishawahi kufundisha jinsi gani ya kulink device ama WhatsApp yako na device nyingine katika laptop mfano. Na nikaonesha kwa vitendo, so unaweza kutazama video hiyo ambayo inapatikana katika channel yangu ya YouTube. Sina la ziada leo, nilihitaji tu kuweza kufahamisha kile ambacho niliwahi kukiongea katika video iliyopita na watu wakaomba niweze kuonyesha kwa vitendo jinsi ya kuweza kukagua basi WhatsApp zao. So asante sana, kuna mengi ya kuweza kushare, kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza. Tuendelee kuwa pamoja, hakikisha una like video hii, lakini vile vile una share na wengine wapate elimu hii. Tukutane wakati mwingine tutakapokuja kuongelea na kujifunza issue nyingine. Asante sana.